Mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania uh, Nifa leo hii amefikishwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam akiwa na wenzake 21 wakituhumiwa kwa makosa matatu ya uhaini. Nataka nikusomee hii taarifa. Um, mfanyabiashara Jenifa Jovin uh, Bilikwija maarufu kama Nifa na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Nifa mwenye umri miaka 26 na wenzake hao wamesomewa mashtaka yao mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Liamuya na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Hemedi Halfan. Katika shtaka la kwanza, linawakabili watuhumiwa wote 22 akiwemo Nifa ambapo wanadaiwa kati ya Oktoba 1 hadi Oktoba 29 um, 2025 katika maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam walipanga njama za kutenda kosa la uhaini. Lakini pia kosa la pili linawakabili watuhumiwa 21 isipokuwa Niffer ambapo uh, wakidaiwa kuanzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa 2025 kwa lengo la kuitishia, uh, la kuitishia mamlaka na um, wakatekeleza nia hiyo kwa kusababisha uharibifu wa mali za serikali. Kosa la tatu ni uhaini ambalo linamkabili Niffer peke yake, akidaiwa katika uh, tarehe tofauti tofauti kati ya Agasti 1 mpaka Oktoba 24 2025, maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, akiwa chini ya utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alianzisha nia ya kuvuruga uh, uchaguzi mkuu ambao ulifanyika tarehe 29 ikiwa na lengo la kutishia mamlaka kuu, na lengo likiwa ni kutishia mamlaka kuu, na alitekeleza nia hiyo uh, kwa kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi, ambapo alihamasisha zinunuliwe kutoka kwenye biashara yake, ili watu wanunue kujikinga katika maandamano hayo ya kuvuruga uchaguzi. Baada ya kusomewa mashtaka hayo, hakimu Liamuya aliwaambia washtakiwa wote kwamba hawapaswi kujibu chochote kwa sababu mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo hadi mahakama kuu. Baada ya kueleza hayo, wakili Kibatala aliomba maombi kadhaa kwa mahakama, ikiwemo ombi la mahakama itoe amri kwa magereza ya kwamba washtakiwa hao wapatiwe matibabu, akiwemo Niffer ambaye alifanyiwa vitendo vya ukatili kwa kupigwa na maafisa kadhaa wa polisi ambao walilazimisha asaini maelezo yaliyosomeka kuwa ni ya onyo. Hata hivyo, Hakimu Liamuya alitupilia mbali maombi hayo huku akikubaliana na ombi la washtakiwa kupatiwa matibabu. Kesi imeahirishwa hadi Novemba 11, 2025.